Karibu Anza Cash Pro. Hili ni jukwaa linalofanya biashara mtandao na, na kutoa fursa kwa watu wengine kunufaika. Ili upate pesa Anza Cash ni lazima uwe wakala au muuzaji wa bidhaa. Ukiwa muuzaji utapata faida kwa kuuza bidhaa ndani ya kampuni, pale unapomuunga muuzaji au wakala, pia kwa kutazama video za matangazo. Vigezo: uwe na leseni, tin number. Kama biashara yako imesajiriwa kwa jina la biashara basi uwe na cheti cha brela, uwe na elfu kumi na tatu kama gharama za usajili wa kaunti. Pili, ukiwa wakala unapata faida kwa kutangaza bidhaa za kampuni una uwezo wa kupata mkopo hadi shilingi laki tano bila riba, kutazama video kwenye akaunti yako pia tiktok na Instagram, pia kuposti status na kumuunga wakala au muuzaji mwingine. Vigezo, uwe na umri wa miaka 15 na kuendelea, uwe na smartphone, na gharama za usajili ni elfu kumi na tatu utalipia kila baada ya mwaka. Kama uko tayari, download app yetu au nitumie ujumbe niweze kukusaidia. Epuka matapeli, malipo yote yanafanyika kupitia namba za kampuni. Sisi tunasema jiunge